Utakuwa na mawazo mengi mingi, kwa sababu nini? Sijibu mtu ataongea hivi, mbona kanifanya hivi na hivi, mimi sijibu, shida sina muda. Ugomvi wako na mpenzi wako wa mara kwa mara mm. Chanzo kikubwa ni kwamba unahitaji mm. uh, au unamkumbusha mm. akuoe mm. mm. Nampenda mwanaume wangu. Mm. It's very obvious. Ah. Ah. Nampenda sana. Lala bae, jabani. <laughs> <laughs> <laughs> Nani unaambia mimi nasimwambie anioe? Kwa hiyo ndo chanzo kikubwa cha ugomvi wenu, sio chanzo ibwana. Mambo yanazidi kuwa ya moto, mambo yanazidi kupamba moto. Baada ya Zuchu kuandika ujumbe mrefu sana kwa Diamond Platnumz kupitia ukurasa wake wa Instagram, mambo mengi yamekuwa kizuka sana. Watu wamekuwa wakiongea mambo mengi, na baada ya Zuchu pia kupunguza baadhi ya maneno kwenye bio yake yaliyokuwa yakisema kwamba signed ada Wasafi music label, na sasa hivi bwana, bio yake inaonekana iko empty na haina uhusiano wowote na WCB Wasafi, na bado hajalizungumzia wo hilo, lakini tunatarajia kupata uh, information au kupata news ambazo zimeweza kupelekea ishu hii kutokea mpaka Zuchu kuweza kufuta maneno hayo kwenye bio yake. Lakini watu wanajiuliza je, ni kwamba Zuchu ameshajiondoa wasafi, au ndio anajiondoa kwa staili hiyo, kama wasanii wengine wa kama Konde Boy pamoja na Rayvanny ambao walishatangulia kuondoka WCB wasafi? Yes, bwana tu flashback kidogo kwenye baadhi ya video ambayo inaonekana ni moja ya videos ambazo Zuchu amezichukia sana katika mitandao ya kijamii, na inatokana na vipindi ambavyo vinaendelea katika media ya Wasafi, na Zuchu amekuwa akiongelewa sana. Nimwambie tu Zuchu, hii mara ya pili mm, unakuja una unaandika huko Instagram na nini, unaona kama tunakuwataki? Hapana Zuchu, relax my dear, mimi nakupenda sana. Yalopita si ndwele, maisha mengine yaendelee. Hii ni kazi hapa, nipo kazini. Mm, kiti hiki nimekikalia kwa sababu ya hii kazi ya umbea. Ninavyovitoa vitu vipo mitandaoni mm. Siwezi kutoa vitu vya chini, eh bwana, mambo yanaendelea ni mengi sana. We stay tuned. Subscribe hapa Mbanga TV. Endelee kupata updates zote za entertainment, pamoja na udaku wa mjini yes. Baada ya haya kutokea, Gigy Money pia anaonekana aliingilia kati kuweza kuzungumzia kuhusiana na issue ambayo inaendelea kwa Zuchu haswa uh, upande wa Juma nini Juma. Juma ungenipatisha mimi pembeni bwana, swala hili ni ngumu sana kuingilia, kutokana inahusisha mapenzi na ni wapenzi wawili ambao wamedumu kwa muda mrefu kidogo kwenye mahusiano yao, lakini kutokana na watu hawakosi wa, cha kuongea, Gigy Money pia anasimama upande wa Zuchu, lakini pia ukiangalia video hii hapa ambayo Zuchu alikuwa akihojiwa kuhusiana na kuolewa na Diamond, au chanzo cha ugomvi wao ni nini? Hebu tazama afu utaniambia. Hapa ugomvi wako na mpenzi wako wa mara kwa mara mm. Chanzo kikubwa ni kwamba unahitaji mm. uh, au unamkumbusha mm. ak akuoe mm. Swala la ndoa juu ya masta hawa wawili ambao wamedumu katika mahusiano kwa takriban miaka mitatu sasa ni kitu ambacho watu wengi wamekuwa kikisubiri na wamekuwa kiendelea kukizungumzia kwa sababu ya ushauku ya, ya kuweza kujua kitakachoendelea katika mahusiano yao, kwani amekuwa ni mahusiano ambayo yamekuwa na vurugu, heka heka nyingi na vitu kama hivyo. Sikia Zuchu anachokisema hapa kwa hiyo ndo chanzo kikubwa cha ugomvi Wema? Ah, sio chanzo hmm. Lakini kukumbushana kupo hmm. Okay, hakiwezi kuwa chanzo cha ugomvi kwa sababu mwisho wa siku, hmm. ndoa ni riziki ametoa Mwenyezi Mungu hmm. pekee na swala hili hapa linakuwa gumu sana kwa Zuchu kwa sababu yeye anaona kwamba issue nyingi ambazo zinahusisha mahusiano yao na ishu zao za kimuziki zinapelekwa kwenye media, uh, social media na na na, na na streaming media kama radio na, na TV na swala hili hapa linatokana na watu pia wamejiuliza, kwa nini Juma Lokole uh, aweze kumuuliza Ricardo Momo kuhusiana na Diamond kumwoa Zuchu, na ni swala ambalo Diamond mwenyewe hajawahi kulizungumzia lakini huwezi ukalizungumzia kwenye media. Yes, bwana, mambo ni mengi tuendelee kustick around hapa Mbanga TV. Kama ndo mara ya kwanza unaona video yetu, tafadhali subscribe, pia bonyeza alama ya kengele ili uendelee kupata notifications kama mtu wa kwanza kabisa pale tunapopakia video mpya katika Mbanga TV. Bwana, stick hapa hapa, jina langu ni CJ. Tukutane tena kwenye video ijayo. Bye bye.